Lishe yako ndiyo kinga yako. Unavyokula ndivyo tunavyojua kinga yako ilivyo, kwamba kama unakula chakula ambacho tunasema hakina virutubisho wala hakina ubora, basi kinga zako pia zitakuwa dhaifu. Lakini kama utakuwa unakula chakula ambacho kina virutubisho, yaani unakula mboga mboga, unakula matunda na unakula vitu ambavyo vya protein ambavyo ni muhimu sana katika mwili wako basi kinga yako pia itakuwa imara, lakini kama wewe unapenda kula vyakula ambavyo vinadhoofisha mwili wako badala ya kujenga, basi kinga yako itakuwa ni dhaifu. Ipo hivi, watu wengi wanapenda kula vyakula ambavyo vinawafurahisha wao mdomoni lakini haviwajengi wala haviwapi kinga yoyote, lakini wanaviacha vile vyakula ambavyo kwao kwenye mdomo wao wanaona havina utamu wowote. Kumbe vile ndio vyakula ambavyo vingeweza kusaidia kinga yao ipande. Sasa basi, ili uweze kujiponya na magonjwa mbalimbali au virusi mbalimbali, basi hakikisha ya kinga yako ya mwili inakuwa iko juu. Kupandisha kinga zako za mwili ni jukumu lako wewe hapo.